Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya kumi na tatu, kuna nabii wawili wanaongelewa pale kuna nabii kijana na nabii mzee nabii kijana anaishi Yuda nabii mzee anaishi Betheli nabii mzee amekaa ameduaa amelemaa mpaka mambo ya kwenye mji wake ana kaambia hamuhusu, ikabidi Mungu amchukue nabii kijana kutoka Yuda akamtuma kwenda Betheli paka kuna mfalme mmoja anaitwa Yeroboamu ambaye Mungu alimweka baada ya Sulemani kujenga madhabahu za kipepo akaabudu miungu mingine, mwake ukahama akaharibu mbele za Mungu. Mungu alimpa adhabu, asema nitaondoa ufalme kwako, ila kwa sababu ya Daudi nitaacha kabila moja kwenye ufalme wako, ila sitafanya ukiwepo, tafanya ukiondoka, kwa watoto wako wako atarithi kabila moja, na mengine makabila yote yatakuwa kwa mtumishi wako na chaguliwa, alikuwa ni Yeroboamu. Kwa hiyo Sulemani akaweka beef na Yeroboamu. Yeroboamu akapotea, alivyokufa Rehoboam akainuka akataka kuchukua ufaume akataka kuchukua ufaume Mungu akaupasua katikati, akabaki na kabila moja, makabila mengine yakaenda kwa Yeroboamu. Yeroboamu kuwa mfalume, akasema kwamba hawa watu wakienda Yerusalemu kuabudu, walikuwa wanaenda Yerusalemu kuabudu ama kwa Mungu, akasema watabadilishwa mioyo yao, wataniacha mimi, waende kwa mfalume mwingine yule kwa akajenga mahali pake pa juu madhabahu nyingine na akaweka miungu mingine ambayo sio Mungu wa kweli. Mungu akachukia sana, alivyochukia akamchukua nabii kijana kutoka kutoka Yuda, akaambia nenda Betheli kule. Alipofika pale, akapanda kwenye madhabahu ile ambayo Yeroboamu anaitumia kwa ajili ya kumwabudu miungu mingine, ili nini? Kulinda ule ufalme usitoke kwake. Ndipo akaongea kwenye ile madhabahu na akatabiri, akasema, atazaliwa mtu kwenye uzao wa Daudi, jina lake ataitwa Yosia, atakapokuja atafanya moja mbili tatu, na kama ishara, madhabahu itapasuka na majivu atamwagika. Yeroboamu akakasirika, akamnyoshea yule nabii kijana mkono. Alipomnyoshea mkono, bibi, nasemaje? Mkono wake ukakatika pale pale, na akashindwa kurudisha. Akaalia, akamwomba yule mnabii kijana, naomba uniombee msamaha kwa Mungu nipate kurudishwa mkono wangu. Yule mk nabii kijana akamwombea, akaomba kwa Mungu toba, na Mungu akamsamehe na mkono wake ukarudi. Ulivyorudi akamchukua akamwambia, njo kwangu ule unyo pumzike. Nabii kijana akasema, no siwezi kuja kwa sababu Bwana aliponituma aliniambia nisirudie njia ile ambayo nilipita nisile mahali nisinywe mahali nisingie kwa mtu yote, nikae nitulie, nirudi kwa njia nyingine. Kwa kakataa na kaanza safari. Alivyoanza safari, wakati yale yote yanatukia, nabii mzee alikuwa na watoto. Watoto wake walikuwapo na walishuhudia na ile madhabahu kama ishara ilipasuka na majivu yakimwagika. wa walipoenda kumwambia nabii mzee ambaye ni baba yao, akawambia ameenda kwa njia ipi? chukua ni mpunda nitandikeni. akapanda akamfata akamkuta njia, akamwambia he, uende yule nabii hivi na hivi, nasema ndio, asema njoo kwangu, panda punda wangu, turudi ule unywe, upumzike kwanza, ulale kwangu. Yule nabii kijana kaambia, nonono, no, no, no, no, siwezi kurudi kwao, kwa sababu Bwana aliniambia nisirudi kwenye njia niliyoipita, pili nisile kwa mtu, nisingie kwa mtu. Yule nabii mzee akamdanganya. ni nabii wa Mungu ila alisema ndiyo mana, ni nabii wa Mungu alisema uongo, ndio maana ni muhimu sana kuto kufata mahubiri na mafundisho ya mtumishi wote wa Mungu bila kuyathibitisha. Hata mimi nikikufundisha kitu nisipokupa andiko usikichukue. Ile kwamba mtu ni mtumishi wa Mungu kweli, sasa ni mtumishi wa Mungu ila sio kile kiongea ni cha kweli. Kuna mahali pengine wanasema uongo. Papo soma Wafalme wa kwanza sura ishirini na mbili. wakati wakati mfalme anataka kwenda kupigana vita, alikuwa ni mfalme wa Israeli na mfalme wa Yuda, akamchukua na mfalme wa Yuda wakaungana kwenda kupigana vita. Mfalme wa Yuda akamwambia, kabla tujaenda, tafuta kwanza manabii tuulize. Bibi anasema utafuta manabii 400 akamwambia, nitabirieni tukaenda tupigane vita, na wote 400 wanasema ukienda okay, utashinda, utapigana vita utashinda, utashinda. Wote 400 wakatabiri utashinda. Kipindi hicho mfalme wa Israeli alishakosana na Mungu, ndani yake hasikii cha kimungu, hawezi kusense kudaka frequency za kimungu, lakini mfalme wa Yuda alikuwa bado yuko vizuri na Mungu ndani yake, kukagoma akamwambia mfalme wa Israeli, no no no no Hakuna nabii mwingine wa Mungu hapa? Tukamtumia akatuambia, akaambia yupo nabii mmoja anaitwa Mikaya, ila yule jamaa huwa simpendi. Sasa simpendi kwa sababu huwa siku zote hanitabiri mema anatafuta wale walio ambao anawapenda wanamwambia kitu ambacho nataka kusikia. Tuna watumishi wengi wa Mungu ila ni wakina nani? Ni wakina Haruni sio kina Musa, ile kwamba Mungu anamtumia kuna mahali anatengenezea ndama. Si kila mtumishi kwa kila wakati anaweza kusimama ka akasema cha kimungu, si wote. Kuna wengine wakisimama, anaweza kaamua kuongea mapenzi ya kwao kwa ajili ya benefit ambazo wanazo wao, wakasimamisha kingine ambacho sio cha kimungu, ni cha kwao kwa ajili ya mambo ambayo wanajua wao. Pengine anaweza kaogopa macho ya watu, pengine hawezi kumwambia mtu kitu cha kweli, hawezi kuweka ile kweli ya Mungu wazi akaongea cha kwake. Ile kwamba mtu ni mtumishi wa Mungu asiseme kitu kakipokea kichwa kichwa, ukakifanya lazima ukipime kwenye maandiko. Ndio maana mtu yoyote, haijalishi Mungu anamtumia kwa kiwango gani, kama akikufundisha kitu au akikupa kitu bila neno, don't take it, usichukue. Sio dhambi kuto kukichukua, sio dhambi. Chukua kitu kile ambacho ndani yako unashuhudia kwamba hiki ni cha kweli, chukua kile kitu ambacho kina udhihirisho na uthibitisho wa neno la Mungu. Haijalishi ana mafuta kiasi gani, kama hajakupa andiko na kama nakupa wasiwasi ndani yako, kiache kwanza, kichunguze kwanza. Na sio dhambi. Hata Paulo alipokuwa anafundisha, mitume wa kina Petro walipokuwa wakifundisha, Biblia inasemaje? Kuwani kama wale watu wa Beroya walikuwa wakichunguza chunguza maandiko wakihubiriwa na mitume, lakini baada ya kuhubiriwa hawachukui, wanaenda kwanza wanafunua Biblia, wana chunguza maandiko kuona kwa kwamba yale wanaofundishwa ni ya kweli, hawachukui hichi kila kitu. Kuna manabii mia nne kwenye mfumo wa sura ya 22, wote wakamtabiria kitu kimoja mfumo, wanamwambia ukienda utashinda, ukienda ukienda utashinda utashinda uki, ila mtu wa Mungu mfumo wa Yuda ndani kuligoma akamwambia mfumo, hapana, japo mia nne wote wamesema kitu kimoja, ila ndani yangu nina sita, tafuta mwingine ambaye una uhakika kwamba huyu kweli jua jali wake mwensha, atasimama kwa Mungu tu. Kuna mtu mwingine ambaye hata kama uweke kisu shingoni hapindishi macho, atakwambia cha kimungu peke yake.